Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Ninazidi kuigusa jamii katika uh, kiwango kikubwa. Ninaomba sana mnipigie kura zenu. Ukifungua ile rinki panda kule juu, utakuta kipengele cha afya. Mimi naitwa Grace Nzagamba, bonyeza tu pale voema, itatokea tiki itatokea, utakuwa umenipigia kura basi nitapokea tuzo. Ni, ni afisa muuguzi, ninafanya kazi katika idara ya afya, na nje ya kazi yangu huku nje nimejipambanua kivingine katika kuigusa jamii ah, ninashughulika na kazi nyingi nyingi, au shughuli nyingi nyingi katika kuigusa jamii. Mimi ni mkurugenzi au founder au mwanzilishi wa shirika lisilo la kiserikali linaitwa Simama Tena Foundation au Stand Up Foundation. Shirika letu limesajiliwa rasmi mnamo mwaka 2023, linajishughulisha linajishughulisha na huduma za kuwasaidia walioathiriwa na vileweshi mbalimbali mbali. Hasa wanasema walioathiriwa na mihadarati au walioathiriwa na matumizi ya dawa za kulevya. Tukisema mihadarati vilewesha dawa za kulevya, ni vyote ambavyo vinaathiri ufahamu wa mtu, kwa mfano pombe, ugoro, bangi, heroini na madawa mengine yote yale. Kwa sisi, baada ya kuona kwamba bado tuna muda wa kutosha nje ya ajira, tuliweza kuanzisha faundesheni hiyo na kazi zetu katika foundation tunawafikia vijana walio ndani na nje ya mashule. Tuna shughuli mbalimbali ambazo tunazifanya. Kwanza tunatoa elimu ya kutoingia katika hilo janga kwa vijana walio ndani na nje ya mashule, lakini tunatoa huduma za rufaa kwa wale ambao wameathiriwa. Sasa kuna huduma mbalimbali mbali za mtu ambaye ameathiriwa na mihadarati ni pamoja na huduma za kisaikolojia, huduma za za tiba katika vituo vya kliniki, lakini huduma za methadone ambayo unakuta hapa kwetu haipo. Kwa hiyo tunawapa rufaa kwenda kwenye hospitali za rufaa kama Bugando, Sekotule na Muhimbili. Lakini sisi kama taasisi tuna uh, komponenti nyingine ina, tuna nyumba ya upataji nafuu wanaziita sober house muda mwingi tumekuwa tumekuwa na hizo nyumba za upataji nafuu katika miji mikubwa kama Arusha, Dar, Dodoma, lakini janga hili halichagui, janga hili linagusa watu wote katika dunia, katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tukaona, mimi nikaona kwamba ni eneo ambalo limesaurika, lakini kwa sababu tuna elimu tuna ujuzi, serikali imeweza kutusomesha, tukaona elimu ambayo tunayo basi tuitumie katika kuwasaidia Watanzania. Kwa hiyo basi hivyo mimi nikaja na hiyo huduma ya utengamao au wanaita rehabilitation services. Tuna nyumba ya upataji nafuu ambayo ipo katika kata ya Nyahanga, mtaa wa Rugela, unapoenda Manzese ukishafika Karagosheri, kuna bango letu pale limeandikwa Simama Tena Foundation and Sober House pale tuna nyumba ambao kuna vijana, kuna wababa ambao tunawasaidia waweze kurejea katika utengamao kiakili, kimwili, kijamii, kisaikolojia. Tunajua mtu anapoingia katika janga la mihadarati, wengi wanakuwa wameshatengwa na wengi wanakuwa wameshajitenga, lakini wanakuwa wameshapoteza hali yao ya uchumi. Tuna miezi sita saba kwa sasa hivi tuna idadi ya watu kumi, lakini mwitikio ni mkubwa. Wanatupigia simu sehemu mbalimbali, ndani na nje ya Tanzania, wakihitaji huduma zetu. Kwa hiyo tunaamini kwamba tutapata wateja wengi na tutasaidia jamii kwa ukubwa sana. Aa, shughuli yangu nyingine ambayo najishughulisha nayo tuna aa, ofisi duka ambalo tunauza vyombo vyombo. Vyetu ni vizuri, tunaagiza wenyewe kutoka China. Tuna vyombo vinaitwa ceramic Pengine unaweza usivikute katika maduka mengine. Unaweza ukaona vile vina vitu vinavutia na vizuri na vina bei rahisi kabisa. Lakini pia tulienda katika, tuna kampuni la tibarishi inaitwa GNP Natural Health msajiri, tunajua kabisa tofauti na tiba za hospitali, vyakula pia vinasaidia katika kutibu na kurejesha chembe chembe hai. Tuna uh, chakula au product inaitwa simosi au inaitwa mwani. Mwani ni chakula ambacho kina madini tisini na sita. Mwili unahitaji madini mia moja na mbili. Tunajua kabisa ili mwili wa binadamu uweze kuishi, uweze kuwa na afya bora unahitaji madini na vitamini mbali mbalimbali, lakini kutokana na umri, kutokana na lishe yetu pengine ni duni, kutokana na maradhi unakuta Uh, chembe hai zetu hazipati vyakula vya kutosha na madini. Kwa hiyo sasa, uh, wenzetu huko uh, waliweza kugundua hiki chakula. Hili zao ni zao la baharini linaitwa mwani. Zao hili lina madini na vitamini tisini na sita. Ni chakula ambacho kina madini mengi kuliko chakula chochote duniani mwili wa binadamu unahitaji kuwa na madini mia na mbili madini na vitamini mia na mbili lakini zao hili lina madini tisini na sita Kwa hiyo mtu anapotumia hii mwani au simos, inaenda kurejesha au kuripea au kujenga chembe hai iwe na afya bora, iwe njema, ipone. Hivyo basi, sasa seli ya binadamu inapokuwa iko imekaa vizuri na maana, hata mifumo yake itafanya vizuri na atakuwa amejikinga au atapona kutoka katika magonjwa mbalimbali. Mmea um, huu umetumika sana China, Marekani muda mrefu kali na kumi na nane sema sisi tukua tufahamu, lakini sasa hivi hata serikali inajua kuhusiana na mwani. Kwa hiyo unavyotumia mwani unatengeneza chembe hai zako zikae sawa, unajikinga na magonjwa lakini pia unarejesha chembe hai zako au seli zako katika hali ya kawaida, na hivyo basi unakuwa na afya njema kabisa, kwa sababu mifumo yako ya mwili itakuwa imekaa vizuri. Kwa hiyo mimi kama Grace, najishughulisha na hiyo huduma za utengamao rehabilitation services, ikiwemo soba, najishughulisha na kuuza vyombo, lakini najikita sana zaidi katika huduma ya tibarishi kwa sababu watu wanatumia, wanashukuru, inawasaidia. Kwa hiyo hivyo sasa nimekuwa nikigusa jamii kwa njia hizo mbalimbali mbali. Katika swala la mwanamke chuma mimi naamini unavyofanya mambo yako, watu wanakuona. Kwa kweli mimi nilipigiwa simu na waandaaji wakisema umekuwa nominated, umechaguliwa, umeteuliwa kuingia katika kinyang'anyiro cha mwanamke chuma. Na mwanamke chuma kwa mwaka huu mtapigiwa kura. Nikasema nashukuru, kwani ni wangapi? Nikasema asante. Kwa hiyo ndivyo tumeshaanza kupiga kura, kinyang'anyiro chetu toka tulivyoanza kinafika tamati kesho saa sita. Kwa hiyo ndugu zangu wananchi wa Tanzania, nje ya Tanzania, dunia yote, kutokana na shughuli ambazo nimekuwa nikizifanya za kuigusa jamii, hadi waandaaji wakaniona wakaniteua nigombee, ninaamini kwamba ninazidi kuigusa jamii katika uh, kiwango kikubwa. Ninaomba sana mnipigie kura zenu. Ukifungua ile rinki panda kule juu, utakuta kipengele cha afya mimi naitwa Grace Nzagamba. Bonyeza tu pale vema, itatokea tiki, itatokea utakuwa umenipigia kura, basi nitapokea tuzo. Kutokana na shughuli zetu huduma zetu katika jamii kuwa nyingi, pengine anaweza azitufikie katika ofisi zetu. Sisi tunapatikana kwa namba za simu a, uh, 063 1069 72 au ni voda tena 0767910696 ukitupata kwa namba hizo utapata huduma ya waathiriwa wa mihadarati au huduma ya utengamao. Utapata ukitupigia sisi utapata huduma ya vyombo vizuri, classic ceramic. Lakini pia ukitupigia kwa namba hizo utapata huduma za tibarishi utapata huduma za saikolojia za ushauri, na saa manake, pia mimi ni kansela.